Taarifa ambazo tunaziona mtandaoni kwamba kaitwa na jeshi la polisi kwa ajili ya ile ishu yake na wanafunzi, aka Mjaku DC, mume wa Alice Godfrey Charu. Full stop Naomba niweke wazi kama kuna binti wa mtu nipo na chati naye, naongea mm naye -hmm. sio na nae, kutongoza na kudanganya mm -hmm. mimi tayari nimepiga pingu ya maisha na Alice Godfrey Mcharu, anizike, nimzike au anizike Full stop. mimi mengine yote yanihusu mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, uh, na mke mmoja kawaulize, walotoa taarifa sio mimi. Jana umeniona niko nyumbani kwangu.